Kati ya sura ya sita na sura ya saba ya kitabu cha Ezra miaka hamsini na nane inapita. Katika kipindi hiki cha miaka hamsini na nane, msisimko kuhusu kukamilika kwa hekalu yote yanaanza kupungua. Kama unavyoweza kufikiria, watu sasa wanastawi, wanalima ardhi yao, wanafurahia nyumba zao, familia zao, lakini wanaridhika na hali ya wastani katika uhusiano wao na Mungu. Hapo awali Zerubabeli aliwaongoza katika kujenga upya hekalu na Nehemia sasa atakuja baadaye kidogo na kujenga upya mji, lakini mtu anahitaji kuja hapa na kujenga upya watu. Wanahitaji ufufuo wa kiroho. Sasa hapa katika sura ya saba, tunatambulishwa kwa mtu ambaye atachochea ufufuo huo, si mwingine bali ni mwandishi wa kitabu hiki. Jina lake ni Ezra. Mistari ya mwanzo ya sura ya saba inatupa maelezo kidogo ya wasifu wake. Ezra ni kuhani. Yeye ni mzao wa moja kwa moja wa Haruni, kuhani mkuu wa kwanza wa Israeli. Mstari wa sita pia unamwelezea hapa, kama mwandishi mwenye ujuzi katika sheria ya Musa. Hivyo inatuambia kwamba alikuwa msomi wa Biblia na mwalimu. Sasa hatujui cheo rasmi alichonacho Ezra huko Wajemi, lakini kwa sasa bado yuko huko. Inaonekana alikuwa na ufikiaji kwa Atashasta, mfalme wa Wajemi. Kwa kweli, tunaambiwa hapa mwishoni mwa mstari wa sita kwamba mfalme alimpa yote hayo aliyouliza. Sasa hiyo inasikika kama alikuwa na mpango mzuri na mfalme, lakini kwa nini mfalme alikuwa na upendeleo kwa Ezra? Naam, tena mstari wa sita unatueleza, mkono wa Bwana Mungu wake ulikuwa juu yake. Kwa njia hiyo ni mada inayoendelea katika maisha ya Ezra. Utasoma kitu kama hicho mara sita tofauti katika sura ya saba na nane. Mkono mwema wa Mungu ulikuwa juu ya maisha na huduma ya Ezra, na ni kwa mkono wa Mungu kwamba Ezra sasa anaongoza idadi ya wahamisho kurudi Yerusalemu. Sasa Ezra hakuwa akizunguka kama jogo akijipatia sifa zote. Kwa kweli hapa katika mstari wa kumi, Biblia inatuambia kwamba Ezra alikuwa ameweka moyo wake kujifunza sheria ya Bwana na kuitekeleza na kufundisha amri na sheria zake katika Israeli. Ninataka kuchukua mstari huu na kukutia moyo tunapochukua safari hii ya hekima leo kufuata mfano wa Ezra katika maisha na huduma. Ezra aliweka moyo wake katika kujifunza, kutii na kuishi na hata kuwasiliana na wengine ukweli wa neno la Mungu. Sasa sehemu iliyobaki ya sura ya saba na nane inajaza baadhi ya maelezo kuhusu jinsi kurudi kwa Ezra Yerusalemu kulivyotokea na kilichohusika barua ya kawaida ya marejeleo kutoka kwa mfalme inayoruhusu yote haya inatajwa hapa, na mstari wa kumi na tatu unasema, natoa amri kwamba yeyote kati ya watu wa Israeli au makuhani wao au Walawi katika ufalme wangu ambaye anajitolea kwenda Yerusalemu anaweza kwenda pamoja nawe. Kwa hivyo ni wazi kwamba hiki ndicho hasa Ezra alichokuwa ameomba kutoka kwa mfalme. Barua ya mfalme ni ya kushangaza kweli. Hatupaswi kukosa kuona kile ambacho Mungu anafanya kwa njia ya kimungu hapa. Kwa kweli katika mstari wa kumi na nne na maanisha, mfalme Atashasta anampa Ezra ruhusa ya kujua kama watu wa Yuda wanaishi kulingana na sheria ya Mungu, yani vitabu vitano vya kwanza vya Biblia. Ezra pia ameruhusiwa hapa kuchukua fedha na dhahabu pamoja naye na kununua kila kitu anachohitaji kwa ajili ya kazi ya hekalu. Hiyo iko hapa katika mistari ya 15 hadi 17. Lakini kisha hapa katika mstari wa 18 mfalme kimsingi anamwambia Ezra kwamba hahitaji kuweka risiti zozote kuthibitisha anachonunua. Anasema hivi, chochote kinachoonekana kuwa kizuri kwako na ndugu zako kufanya na fedha na dhahabu iliyobaki, unaweza kufanya kulingana na mapenzi ya mungu wako. Hiyo ni ya kushangaza, ni uaminifu anamwamini Ezra kufanya jambo sahihi na pesa hizi zote. Lakini mfalme haishi hapo. Pia anampa Ezra kitabu cha hundi tupu, kwa namna ya kusema, na anaunganisha benki ya kifalme ya Uajemi na kile Ezra anataka kufanya. Sikiliza kile mfalme anaandika hapa katika mstari wa 21: na, na mimi atashasta mfalme, natoa amri kwa wahasibu wote katika mkoa ulio ng'ambo ya mto chochote ambacho Ezra anahitaji kutoka kwenu kifanyike kwa bidii yote. Hii ni ya kushangaza, na niwaambie, Ezra anatambua mara moja, hii ni mkono wa Mungu. Anaandika hapa katika mstari wa ishirini na saba: abarikiwe Bwana Mungu wa baba zetu, ambaye aliweka jambo kama hili moyoni mwa mfalme kurembesha nyumba ya Bwana iliyoko Yerusalemu na ambaye alinipanulia upendo wake thabiti mbele ya mfalme. Nilipata ujasiri kwa kuwa mkono wa Bwana Mungu wangu ulikuwa juu yangu, na nikakusanya wanaume wakuu kutoka Israeli kwenda nami. Sasa sura ya nane hapa inaanza na orodha ya watu hawa ambao wanajiandaa kurudi na Ezra kwenda Yerusalemu. Kwa bahati mbaya, haitachukua muda mrefu kabla ya Ezra kugundua hakuna walawi kwenye orodha. Sasa walawi ni muhimu kwa upya wa taifa kwa sababu watawasaidia watu kufundisha neno la Mungu. Naam, mara nyingine tena tunaambiwa hapa katika aya ya 18 kwamba mkono mwema wa Mungu unamruhusu Ezra kuajiri idadi ya walawi kujiunga naye. Sasa kabla ya kuanza safari yao kwenda Yerusalemu, Ezra anaita wakati wa kufunga na kuomba, na hasa wataomba kwa ajili ya usalama katika safari kumbuka kimsingi wanabeba mzigo wa dhahabu na fedha kwa ajili ya matumizi katika hekalu sikiliza Ezra hapa katika aya ya 22 niliona aibu kumwomba mfalme kikosi cha askari na wapanda farasi kutulinda dhidi ya adui njiani kwa kuwa tulikuwa tumemwambia mfalme mkono wa mungu wetu ni kwa wema juu ya wote wanaomtafuta na nguvu ya ghadhabu yake ni dhidi ya wote wanaomwacha kwa maneno mengine, kwa kuwa Ezra tayari ametangaza nguvu za Mungu kuwalinda, hakutaka kumgeukia mfalme na kumwomba askari kuwalinda njiani. Anawasiwasi kwamba hili linaweza kuhoji uadilifu nguvu za Bwana. Nikwambie hapa, Ezra anajali zaidi sifa ya Bwana kuliko yeye mwenyewe kuhusu maisha yake mwenyewe. Sasa sitaki uelewe vibaya. Ulinzi unahitajika katika safari hii, ulinzi wa kiungu. Wanamsafara wa wanaume, wanawake, watoto, dhahabu na fedha zote zilizotajwa katika mistari ya 26 na 27 ingekuwa na thamani ya mamilioni ya dola katika uchumi wa leo. Ezra na wanaume wanaomsindikiza, hakuna hata mmoja wao aliyewahi kuhudhuria darasa la mapigano ya upanga; wao si askari. Majambazi wangependa sana kupata mikononi mwao hazina hii yote. Sasa kwa hayo, safari hatimaye inaanza na maoni pekee juu yake yanatolewa hapa katika mstari wa 31 Ezra anaposhuhudia, mkono wa Mungu wetu ulikuwa juu yetu na alituokoa kutoka mikononi mwa adui na kutoka kwenye mitego kwa njia. Baada ya miezi minne ya kusafiri walifika salama Yerusalemu walifikisha dhahabu na fedha zote na vyombo vya hekalu. Kisha wakatoa dhabihu za shukrani pale hekaluni, na nina hakika walikuwa na shukrani kweli. Unaona, Ezra na watu hawa walielewa wazi kwamba bila mkono wa Mungu juu yao hawangeweza kufika, na wanachotaka kufanya sasa kwa wakati huu ni kumshukuru Mungu. Ni ruhusu nikutie moyo kufuata mfano tunaouona hapa katika maisha na huduma ya Ezra. Kila kitu tulicho, yote tunayofanya, kila kitu tunachotumaini kuwa, yote tuliyo nayo ni matokeo ya mkono mwema wa Mungu na neema yake juu ya maisha yetu. Kwa hivyo tuanze hata leo kumshukuru Mungu.